Hii ni MTV1 online nayo kutangazia kwa njia ya mitandao toka mashariki mwa Kongo, mojawapo wa taifa Afrika Mashariki. Niite, jina langu Abel Tsongo, nikiwa huko Lubero, mashariki mwa DRC. Unaweza tufata kupitia mitandao yetu ambayo ni www.mtv1news.com, Facebook MTV News DRC na Twitter ama X MTV DRC na link mtv News, DRC, pamoja na redio zinazotuunganisha kupitia FM Kivu Kaskazini. Tunakwenda hadi huko Nyiragongo, eneo linalodhibitiwa na M23 ambako wakaazi walalamikia hali ya kimaisha hasa njaa. Tunafikia kusikia kama wakubwa watatupatia amani kweli. Juu wajizi tuliona tulisha na hii ugombozi tuna tunapenda ikue ya saidia kabisa. Na kitu ingine apa kwenye tuko Murambi, kazilisa kosa apa njaa nja ya kabisa enatubo a batoto ha basome ju ya nini, ja kukosa makazi nanjo mana yinzi bakubwa bako apa badusaidie, tuone kama tutapona njaa, juu ukombozi ni kusema tulisha kombolea na njoo mana mudusaidie, tuone kama tunapata kupata amani. Asante. Yani mnalalamikia vitu viwili, usalama na njala? Ndio, usalama na njala. Mnazani njala inatokana na nini? Njala inatokana na kukosa, kukosa nini? Sekurite tuna juu, wakati wana kuingilia, tuna huna kitu wa mingi walisha kufa kufa, na njoo mana njaa inaingia kufuatana na kukosa usalama. Hamujaenda kulima shamba zenu? Kulima shamba, hatuna mashamba tena, hatuna mashamba, atu, mashamba, mashamba mashamba yenye liko haka ni hapa kwenye wanajenga hii manyumba yenye kunaoa. Sasa mtaishi na mna gani? Hatujui kama tutaishi na mna gani na kazi ilishakosekana. Mnaomba nini? Chenye tunaomba namna nyewe wakubwa

Mnazani mtafanya nini? Wa kutusaidia nyenjo wa kutusaidia nye watetezi vetu mm. mm. Wo unafanyaka nini? Mumaishi i mm. Niko tayeri tayeri mm. Na weho upate atate na pesa? Hakuna, juma furanga haziko make na wangari nauza mango kusubu kushoni. Sasa mnaishi namna gani hapa? Ni mateso tu. Hmm. Watoto wanashinda njara, make, ni sana. Wakisema hayo wakati wa msako ulioendeshwa na wanajeshi wa M23 kutafuta watu wenye silaha hasa wazalendo na wanajeshi wa Kongo FDC frm Kabasha ni mkuu kiongozi wa Nyiragongo kutoka M23 kisha mtu analalisha mgeni kwako, unajua ule mgeni anatoka wapi, atamaliza siku ngapi, alikuyafanya nini? Tunaelewana, sababu wakati walikuwa wakitoroka FRDC, iliacha silaha, ilitupa silaha kiolela, wakitoka mabusu, wanachukua hizo silaha, na wao wao ndio wanaendelea kuleta usalama mdogo. So ndio tunasema tufanye msako nyumba kwa nyumba, mlango kwa mlango, ili tujue ukweli wa mambo, ni nini inayotatiza wakaaji sehemu zetu. Umewekea mkazo kwenye wazalendo na FDLR kwa nini? Unajua wazalendo walikuwa watoto wa hapa mgini, hawakukimbia. Basi walikuwa wapatenda kule uvira kufanya nini, ama walikale ambapo tumewafikisha walibaki hapa, lakini wakabaki hapa wakiwa na masiraha. Ndio kwa maana tunatia mkazo kwa wazalendo, na wao hawakufunzwa jeshi siraha, wanajua tu kwa kuua watu na kuwaumiza na kuwaiba na kuwapora mzalendo. Sio jeshi, alifunzwa wapi? Alikuwa civilian Chisekei kampatia silaha. so hizo silaha ambazo civilian wanaendelea kubaki nazo ndizo zinaleta matatizo FDLR. Unajua tangu mwaka 1994 FDLR wamebaki hapo, wengi wamekwisha kuchukua wanawake hapo, wanaenda huko kwa pori wa, kwa Virunga National Park, wanakuja wanakuta wake wao hapo. so tunasema sasa, tukiacha hiyo FDLR hapo ambayo anakuwa na silaha ndani ya wakaaji ni hatari sana. Tunamchukua tunamupatia nchi yao ya Rwanda. Kama alifanya huko kosa ataadhibiwa, kama akufanya kosa atachukuliwa kama mkaaji wa Rwanda na watamjengea nyumba na taishi vizuri. Kuna matokeo ya msako? Yeah, of course. Kila nafasi ambapo tunakwenda tunawakuta wa wazalendo tunawakuta wakuta FRDC, tuna wakuta pia wa FDLR na tunasaidiwa sana wakaaji wao wenyewe, ndio wanatambea ati huyu ni mtu fulani, huyu ni mtu fulani. Tunawachukua, tunawatia kwa mafunzo ili wawe watu wazima. Matokeo ya leo sasa, matokeo ya leo unaangalia, kuna watu yapata hamsini wako hapo wamechukuliwa. Ngazi zetu za usalama na ujasusi zitaenda zifuatilie kesi kwa kesi, sio kusema wanaenda wau, hapana, sio kusema wanaenda fungiwa, hapana. Wanaenda watafuatiliwa kesi kwa kesi, na pia wa wa sultani, E, wa chef de village wa notable wa nyumba kumi wakijua kijana ambayo ameshikwa katika msako huu, wao wao ndio wanamfuata kwa ngazi zetu za usalama, anaachiliwa huru bila hata senti moja. Mea mji wa Goma akiomba, wa Julian Katembo akiomba wakina mama na wanawake kuchangia usalama kila mmoja Village ya ya, ya Murambi. E, ni kusema hasa hasa tunazungumza na wamama sababu kwa Kifaransa wanasemaka eduquer une femme c'est eduquer toute une nation. Ni kusema kwa eksperiensi kidogo yenye tuko nayo tulikutana kama ni wamama ndio wako na ficha hii mabandia, ni wamama ndio wabibi zao na FARDC, ni wamama ndio wanazala uh, wanazaa uh, wazalendo, ni wamama ndio wanazaa FARDC sasa ni kusema tunapana mwito kwa wamama kusudi wasikie mwito. Security ni responsibility yetu, yetu, kama viongozi lakini kama hawatusaidie hatutakufikia kulengwa, bwana journalisti. Hakuna nchi duniani yenye kusikirizia raia yake inapasha kuona kamata kila jeshi na mlango mlango ya raia na jeshi ile nchi yaitukudumia, lakini kukakuwa eh, kooperation kukakuwa kuzungumuza na inakuwa kuzungumuza ya kweli kati ya sisi viongozi na raia, sekurite itabaki hapa Nyiragongo, sekurite itabaki hapa, uh, mivila ya Goma. Na ndio maana tunakazia, tunaombea kopelation. Uongozi wa FCM23 ni uongozi wa raia, kwa sababu ni uongozi wenyewe unasogelea raia, unaongea na raia, unasikia una raia inapenda nini, raia inataka nini, kusudi ya kutatua shida za raia Et tout etat qui se respecte, injo yote inayejeshimia, kitu ya kwanza ni sekurite ya raia na mali yake. Na pale njoo ke tutanjia, tumishafanya sensibilisation, tumishaongea na raia, tunavuka ile etapu, tunafika kwa kipindi ya kuweka mkazo ya kuempozea amani, kusudi populasio ya Goma iishi na amani, populasion ya teritoria na nyiragongo ishi na amani. Nawezekana na itawezekana, na miezi ita mbili miezi tatu miezi nne miezi sita risasi haipigi hapa Nyiragongo wala mvili ya Goma, na tutafikia ile lengo. Unapozungumzia miezi hiyo, yani hamtaondoka Goma kwa sababu mko kwenye mazungumzo? E, bwana journalist, hii ni ulizo ya mzuri sana sei, ni question tres pertinent, sababu wengine wako nadanganyika, wanawaambia kama wewe baki na ile silaha yako, sababu watatoka mazungumzo iko boa, watatoka. Lakini ntazungumza hivi, bwana journalist, sisi hatuko wapatrio

Jesu, kongole niko mkongomani sasa niende tena njo? Shida ile yenye uongozi ya Kinshasa iki nadanganya wake, mimi niko mkongomani andabaki ndani ya Goma. Kama puvora ya Kinshasa inapenda tu tufanye amani oke okay, wakuja tufanye amani, lakini sisi hatutoke Goma, tutabaki Goma na tutaishi na raia yetu na tutasikirize raia yetu, bwana jamani. Wakati wa msako, wengi wamekamatwa na wengine kuachiliwa, akisema Kanali Jimi Nzemui mmoja wana kamanda wa M23 mjini Buni Goma. Uchunguzi unaendelea. Uongozi ni administrate. Sindio? wazazi wa wa nini, yote, mama, ba baba wao ipo koperasi yote. Ba mama na ba baba hapa ndio wanafanya. Tena uchunguzi wengine wanatoka. Sindio, ni sababu tunafanya hao wote tena wamekabizwa nani, viongozi yao na ataendelea kule kule tena, angalia baada ya uchunguzi fulani, tena anaongeza na akamata ndio nini pamoja moja na compilation kwa kwa kwa ya kufanya na na na, kuna kuna mmoja danganya muhimu. Lakini sasa hapa hapa identification wa wa viongozi administrative kule kule tena, anaenda anafanya nini, wanarudisha wengine wakiwa maisha Afande anasema kwa nini mumeachilia hawa vijana na wazee? Hawa hawa tunaachilia, yani viongozi. Hapo kuna wanyumba wa chefu ya, ya mkartie, nyumba kumi, yeye chef de village, chef de groupement, kiongozi mkubwa administrateur. Baada ya uchunguzi ya inafanyika na wanyumba kumi anakuja anasema huyu namjua, ni mtu mzima, huyu hana shida, huyu hana shida tunafanya nini? Tunawarudishia na ngisi wanafika kwa mikono yetu baada ya buklaj. Raia wenyewe ndio wanasema ule ule, ule. Ah, tunaweka pale, baadaye wanaongeza, tunafanya nini? Eh, tunaongeza tunarudisha mikono ya viongozi kama wenyaji ama kwa wale ambao wamekwenda nini itatokea, na wale ambao itaonekana kwa, tuendelee huko, uchunguzi unaendelea, afu tena administrateur na viongozi wake wanakuja tena, nao wanachukua wanarudisha mikono na wale ambao wataonekana ni wabaya wanaenda huko, watakutana ni wazalendo, wanaenda huko mangao, wanaenda kuendesha upate nizamu huko na na siasa wabadiriki, alafu baadaye tena tuarudisha kwa mikono ya viongozi, wanarudia mkono, lakini watoke kwa mabadilika na wamebadilika namikua watu wapya, sio wale wa zamani, waizi mapandia wale wanafanya kasi kasi hapo ndani ya Viongozi wa eneo wakiridhika kuona watu wao wameachiliwa. Furahi sa na Bwana Makarte wanasema tu tuoneshe vakaji hawana venye havana problem, tunavaonesha wamewaachilia bila karibu 15.

Wakaazi wakipongeza hatua za msako unaoendelea hivi sasa ukijaribu kupunguza mauaji na wizi kwa sasa za kwa saa za usiku mjini Goma na Nyiragongo. Ha, kutazama, fenye, Hmm. Sasa imepatikana kwa hali gani? Oh. Patikana kwa hali gani?

na gisi ya kupeze na gisi ya kusikia mtu motu csazimoya naju gisi ya gisi ya kumsaidia nini. Wananchi mnahitaji nini? bo hitaji yetu tu ni salama na kuishi, na na bien waendelee watusaidie ju ya sekurite ju uko nenda kutana atolalaki tena na krize krize inapita makartie mnani mmoja ya ko msikilizaji na mtazamaji wa MTV1 online, ni hayo kwa siku ya leo. Asante kwa kuwa uliungana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Kwa niaba ya mwandaji wa matangazo haya, Oster Maliviki akiwa jijini Goma, mimi ni Abel Tsongo, nikutakie siku njema. Na pia FDLR. Si mnapatua? Si wale ndio wanaacha amulale usiku. Kila saa mimi nasikiaga murambi pia. Washemde kupemewa na wakatuambia eti tuwasaidie kukuja kufanya hii msako kazi hapa tuone kama wakutasikia, mutusaidie mutupatie mutu habari haiko vile? Tuna majeshi soja, tuna mda kazi. Lakini hampendi kuwapatia kazi tunaelewana si? Mupatie kisha mabandia wote wametoka, naelewana niko nawambia si? Saule FRDC mwakingali na nalala e mwaki chini ya <tabino>

kwani inaomba wanapigania nchi yao. Hii nchi itajengwa na vijana na wananchi, ndio maana tunafunza, tunaambia vijana waingie kujeshi, waunge jeshi letu mkono ili, ili pamoja tuweze tukajenga nchi na jeshi iliyokamilika. Pana jeshi huyo ya mabandia, pana jeshi ya wamuzi, pana jeshi ya, ya, ya watu ambao wanakosesha wakaaji salama. Kwa nini umekuja Nyiragongo hapa? bon Nyiragongo hapa tulikuja ni sensibilisation, tulikuja ndani ya sensibilisation na kuangalia hali ya usalama, ilikuwa inasumbua sana. Inaonekana vijana wa mwingini ndio ambayo wali wazalendo, wajeshi wa zamani ambao wana fichamo, wanazificha ndani ya manyumba, ndiyo wanatatiza raia letu hivi sasa hii raia yetu itapata kimya, tanja lala vizuri kwani wale wabandia hiyo mbegu mbaya ambayo ilikuwa ilisha kimbia ndani ya wakaaji. E, tumeishika jina. Jina lako tena? Jina ni Anderson Mwindo na kuwa mmoja